Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndugu wa mtazamaji na unayenisikiliza, karibu katika masomo yetu ya mwinue Yesu juu, tukiwa tu wazima wa afya. Somo letu la leo, ikiwa ni Aprili tano elfu mbili na tano inasema jirishe mkate wa uzima. Basi tunakuendelea ukaribisha. Tuombe. Asante Mungu, tunakushukuru kwa ulinzi wako umekuwa pamoja na sisi toka tulivyokuwa tumelala na sasa umeweza kutuamsha tukiwa wazima. Baba, sifa na utukufu zikurudie wewe, tunaamini utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu Kristo, amina. Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Yohana 6:32. Tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na hizi mamlaka kuu tatu za milele ziliahidi kwa umoja kufanya kazi kwa ajili yetu ikiwa tu tutashirikiana nao. Tunazikwa pamoja na Yesu katika ubatizo kama ishara ya mauti Yake. Tunainuliwa kutoka majini kama ishara ya ufufuo Wake. Tunapaswa kuishi kama nafsi zilizozaliwa upya ili kwamba tuweze kuinuliwa katika siku kuu ya mwisho. Umeahidiwa kuishi katika upya wa uzima; kwa kuwa umekufa, na maisha yako yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Mkiwa amefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hapa ndipo ambapo unapaswa kuweka hazina yako. Mwanadamu mwenye ukomo hawezi kuitekeleza imani yako. Njoo kwenye chanzo kikuu cha nguvu kwa ajili ya kujipatia nguvu. Ombi la Yesu kwenye kingo za Yordani linamjumuisha kila mtu ambaye atamwamini. Ahadi kwamba umekubaliwa miongoni mwa Wanaopendwa inakujia. Ishikilie kwa mkono wa imani isiyoyumba. Mungu alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Hii ina maana kwamba kupitia uvuli wa giza ambao Shetani ameweka ili kuzuia njia yako, Kristo amekupasulia njia ya kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Mungu asiye na mwisho. Ameshikilia uwezo mkuu na wewe unakubaliwa miongoni mwa Wapendwao. Katika kila jambo mnapaswa kumheshimu Mungu kwa kuwa washirika wa, wa asili yake ya Uungu ili mpate kuwa na uhakika wa kusamehewa dhambi ambao ungekiri upendo wa Mungu. Lakini hakuna katika uzoefu wetu ile furaha na shangwe inayopaswa kuwa. Yesu anasema kwamba ikiwa Yeye yuko ndani yetu, furaha yetu itatimilika. Hebu basi na tuwe washirika wa asili ya Mungu, tukiwa tumeepuka uharibifu ambao uko duniani kwa ajili ya tamaa. Hebu tusiishi maisha yasiyo na utaratibu, ya kidunia, ya anasa na kumrundikia Kristo lawama. Hebu tuinuke juu ya mandhari isiyoridhisha ambayo imeenea duniani na kupumua pumzi ya Mungu. Hebu na tujilishe mkate wa uzima. Kristo anatangaza kwamba ikiwa tutaula mwili wake na kunywa damu yake, tutakuwa na uzima wa milele. Neno lake litakuwa kwetu kama majani ya mti wa uzima. Ikiwa tutamwamini Yesu Mwokozi wetu binafsi, ikiwa tutaula mkate uliotoka mbinguni, tutakuwa na uhusiano hai na Mungu. Tutauleta umilele katika siku ya kiama. Tutaishi kana kwamba tupo katika uwepo wa jeshi lote la mbinguni. Malaika watatu tazama na kutulinda. Mungu anatupenda, lakini tunashindwa kuthamini upendo huo tunashuka katika maisha ya kiroho Mungu anatutaka tutambue umiliki wake. Kwa kila mwanadamu anayo madai yake. Wao ni watu wangu, anasema, nimewanunua kwa gharama, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu ambayo ni ya Mungu. Je, mtafanya hivi? Je, mtaomba kwa imani? Je, mtamheshimu Kristo kwa, mta kwa kumtii kama asemavyo katika neno lake? Na huu ndio mwisho wa somo letu la leo lisemalo jilishe mkate wa uzima. Balikiwa nami.